Kero tunaombeni, ndugu zangu, tengeni siku ya kuwasikiliza wananchi wenu. Mmechaguliwa hapa sasa, hamwendi kuwa mabosi, ninyi mnaenda kuwa watumishi wa watu. Kanyenyekeeni, kajishusheni, muwe kimbilio la wananchi waseme kwenye chochote kile. Twende kwa mheshimiwa diwani tukatatuliwe tatizo letu. Ninaomba mtusaidie kwa wenye viti wa vitongoji, kwa wenye viti wa vijiji, ili kero zile za wananchi ziwafikie. Sio mpaka wanafikia wana maumivu hawana kwa kupelekea jambo. Tatueni kero, tengeni hata siku moja kama mko bize. Mimi binafsi na siku ya Jumanne ndiyo ninayosikiliza kero kwa wananchi wote. Tengeni hata ninyi madiwani na zitangazeni na wekeni bango kabisa, kwamba siku fulani nitakuwa ofisini. Mimi napata wananchi wengi kwa kero nyingine ambazo unaamini kabisa ingeenda hata kwa mwenyekiti wa kitongoji ingekuwa imetatuliwa, ingeenda hata kwa diwani ingekuwa imetatuliwa. Hawa ndio wameiweka serikali madarakani, na Dkt Samia Suluhu Hassan ni rais wetu. Wakati wa uzinduzi wa bunge alizungumza neno moja. Nataka nikifika elfu mbili na thelathini wananchi wanikukumbuke kwa tabasamu. Tabasamu linapatikana wapi? Ni huduma tunazopeleka kwa wananchi. Nendeni, tengeni mda wenu kwa ajili ya huduma za wananchi.